haijakamilika na hadithi kama hizi ni hadithi sahihi zilizoko katika vitabu vyetu, na ndio mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kututahadharisha na kuwatahadharisha masahaba waliokuwa naye kwa hizi hadithi na ndio akapinga kabisa Mtume Muhammad kwamba kusiandikwe hadithi isipokuwa Qur'an. Hadithi iliyoko kwenye sahihi Muslim atuambia namna ya Mtume Muhammad alivyokuwa akitahadharisha, asema: la taktubu anni ghaira alquran waman kataba anni ghaira alquran falyamhuhu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala baada ya kumteremshia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabu chake, alimuonesha kwamba kitabu ndiyo mwongozo wa Waislamu peke yake, ndiyo Mtume Muhammad akatwambia la taktubu anni ghaira alquran, na hii hadithi kwenye sahihi Muslim, lakini ma alasafu shadid, macho yetu yana upofu, akili zetu zina upofu hatuoni hadithi kama hiyo. Mtume anasema, la taktubu anni ghaira alquran, musiandike chochote kutoka kwangu mimi isipokuwa Quran. Waman kataba anni ghaira alquran faliyamhuhu, na yule mwenye kuandika chochote isipokuwa Qurani basi na akifute. Kwa hivyo mtume Muhammad yatahadharisha kwamba kusiwe na kitabu chengine chochote isipokuwa kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nayo ni Al-Quranul Karim. Na ndiyo naye haikutoshea hapo, na swaha kama hiini alipoitoa mtume, tukawaona Khulafaur Rashidin wakawa ni wenye kuitekeleza na swaha kama hiini ya mtume Muhammad. Wakati wa khilafa ya Saidina Abubakar, Qurani peke yake ndio alikuwa akifanya kazi. Omar, Uthman, Ali wote hawa walisikiza nasaha ya mtume Muhammad na ndio kwenye riwaya ya kuhusu Saidna Umar. Saidna Umar alikuwa anataka kuandika sunan, sio hadithi, sunan. Akawashauri maswahaba, maswahaba wakakubaliana kwamba ni sawa aandike sunan rasulullah, walaysa ahadithi rasulullah. Sunan rasulullah yani Vipi Mtume alikuwa akiswali, vipi Mtume alikuwa akisema nini kwenye swala, yani sunan, sio tashrii dini la. Alipowashauri masohaba masohaba wakakubali, lakini Saidina Umar alikaa kwa muda wa mwezi mzima anafikiria jambo kama hili na kufanya istikhara. Mwisho akapata jibu, akaja akawaambia masohaba, inni kuntu uridu an aktuba sunan. Yaani mimi nilikuwa nataka kuandika sunna za Mtume siyo ahadith. Wa inni dhakartu qauman kanu qablakum, Saidna Umar asema, lakini nikakumbuka kulikuwa na watu kabla yenu nyinyi, yani mayahudi na manaswara, katabu kutuban faakabu alaiha wataraku kitabu Allah, yaani waliandika vitabu vingine isokuwa Taurati isokuwa isokuwa Injili ya Nabi Allah ya Isa wakaja na vitabu katabu kutuba, na wakaandika vitabu fa akabu alaiha, wakawa ni wenye kuvishikilia vile vitabu, wataraku kitabu Allah, na wakawa wenye kuwata kitabu cha Mwenyezi Mungu, yani wanavioni wao wa Kiyahudi waliwaandikia vitabu talmuti na vinginevyo, na mishna na vinginevyo, wakawa wote wamekimbilia kwenye vitabu hivyo vilivyoandikwa na wanavioni wao, wakakiwacha kitabu cha Mwenyezi Mungu na manaswara nao pia hivyo hivyo, ndio akasema wa inni dhakartu qauman kanu qablakum katabu kutuban faakabu alaiha wataraku kitabullah. Sayyidna Umar akasema wallahi wa inni la albisu kalamu llahi bi shay'in abadan, na mimi na hapa siwezi nikachanganya maneno ya Mwenyezi Mungu na kitu chengine chochote. Sayyidna Umar huyu, ni Sayyidna Umar anakataa kuandika sunan, sio tashrii, sunan tu anakataa, kwa sababu anajua yalowatokea Mayahudi na Manaswara pia yatatokea yata sisi, lakini maal asafu shadidi, baada miaka mia kuja Umar bin Abdul Azizi, ambao ni katika dola tu Umawiya mambo yakawa yenye kuharibika ikawa wanaanza kutunga. Omar ibn Abdulaziz ndo mwanzo waliotoa amri kwamba kutunga baada ya miaka 99 kupita, yani 99 hijiria. Omar ibn Abdul Aziz ndo yaja na fikra ya kwamba kuandikwe hadithi yani hadithi za Mtume ambao kwamba kwa ikawa ndio tashrii kupita Quran yani Qurani ikawa imevatekiwa Ikawa tashri'i dini zinatungwa hadithi, kila mtu anatunga hadithi anazozitaka na kutunga hadithi kwa siasa zilizokuweko wakati kama huo. Kwa hivyo twaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwambia Mtume Muhammad kwamba kitabu ni hiki, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Fattabi'u hadha kitab yani Qur'an, fattabi'uhu tukifuate Nandiyo, buchume, Muhammad, na ndio mtume Muhammad naye akafuata mwenendo huo huo la taktubu anni ghaira alqur'ani na ndio mahulafa ar-rashidun nao akafuata mwenendo huo huo kwamba hakuna kitabu kingine isipokuwa Qur'an. Kwa nini? wasababu, itakuja, kuchanga, nike, Ndiyo, say, umre, kwa sababu itakuja kuchanganyike mambo ndio Saidina Umar akwambia wallahi inni la albisu kalamu llahi bishai'in abadan na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Mwenyezi Mungu anatukataza na tuambia, wala talbisul haqqo bil batili, musichanganye haqqi na batil. Haqqi ni Qur'an na batil ni riwayat, haqqi ni Qur'an amma batil ni riwayati, kwa sababu ni maneno ya mwanadamu na maneno ya mwanadamu siku zote yana makosa, na maneno ya mwanadamu siku zote sheitani huwa ameingia ndani, lakini maneno ya Mwenyezi Mungu abadan. Na lao ingekuwa riwayati zina umuhimu, ama ahadithi zina umuhimu, mtume Muhammad angeamrisha kwamba ziandikwe, hangekataa. Lakini kwa nini akatae? Kwa sababu chatutosheleza sisi kitabu cha Mwenyezi Mungu, hasbuna kitabullah. Na haya ni maneno ya Saidna Omar, alisema hasbuna kitabullah, kinakutosheleza sisi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Qurani inatutosheleza. Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba al yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha tashri'i din, yaani sheria ya dini sheria ya ummatul Qurani imekamilika, na ndio Mtume Muhammad katika hajjatul wadaa akasema ala hal ballaghtu. Je, maneno haya aliposema ala hal ballaghtu yamaanisha hadithi? La, yamaanisha risala ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo ni Qurani anawaambia masahaba ala hal ballagtu ala hal ballagtu, na masahaba wakamjibu waka kwamba ni kweli umebalighisha risala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu subhana wa Ta'ala. Na hii ndio hatari ya hadithi, ndio ikawa mtume anatutahadharisha na makhulafa urashidun nao wakafuata na, masohaba, ma na, waka na kama hiyo kututahadharisha kwamba hadithi zitakuja ziwe zenye kuharibu ummatu Muhammad. Na ndio hali iliyo sasa. Leo tuangalie hadithi tatu kama hizi, ambazo amenasibishwa mtume Muhammad. Hadithi kama hizi anasibishwa mtume Muhammad, hadithi nyingi ambazo kwamba ni zinazokhalifiana na Qur'ani, anasibishwa mtume Muhammad. Na kama tutakavyoona hadithi kama hizi wanasibishwa maswahaba wa mtume Muhammad. Hadithi ya kwanza ni hadithi utaipata kwenye sahihi Muslim katika babu tahrim bi khamsi radaat. Ukifungua mlango babu tahrim bi khamsi radaat utaipata hadithi kama hiyo. Hadithi kama hii inanasibishwa na na Aisha kwamba, na na Aisha amesema, kana fima unzila min alquran ashru ma'lumati ashru radaat ma'lumati na na Aisha anasema kwamba kana fima unzila min alqurani, kulikuwa katika aya zilizoteremshwa katika Qurani ashra radhaati malumati, aya ambazo kwamba inazozungumzia ashra radhaati, yani masala ya kunyonya ya undugu wa kunyonya aya kama hiyo asema kwamba iliteremshwa thumma nusihna bi khamsi radaat maalumati, asema kisha aya kama hiyo ikafutwa, ikaja aya nyingine iliofutwa. Na aya gani ikafutwa? Na aya ya khamsa radaat, yaani yani kunyonya mara tano katika hali ya undugu wa kunyonya, yani ukateremshwa aya kama hiyo, fatufia Rasulullahi akafa mtume Muhammad, yani na Aisha asema maneno kama hayo, akafa mtume Muhammad wahunna mima yuqrau min alqurani, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kulingana na hadithi kama hii asema kwamba na Aisha kwamba Mwenyezi Mungu aliteremsha aya ashara radhaati, kisha ikaondoshwa, ikateremsha khamsa radhaati hiyo khamsa radhaati ikawa iko na tulikuwa tukiisoma aya ya khamsa radhaati. Na na Aisha anasema kwamba ilikuweko na tulikuwa tukiisoma. Hadithi ya pili ni hadithi ambayo kwamba akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi kama hiyo kwenye sahih al-Bukhari utaipata, kwenye sahih Muslim utaipata kwamba ibn Abbas asema kwamba Saidina Umar alipanda mimbar, alipopanda mimbar akawa na khutubia watu, katika khutba yake akasema inna allaha baatha muhammadan bilhaqi, hakika Mwenyezi Mungu amemtumiliza mtume Muhammad bilhaqi waanzala alayhi alkitab, na akamteremshia kitabu fakana mimma unzila alayhi, ikawa katika yale aliyoteremshiwa mtume Muhammad katika aya aya turajmi. Kuna aya inaitwa aya turajmi qara'naha. Alotoletea riwaya kama hiyi anasema Saidna Omar akasema qara'naha, tumeisoma aya kama hiyo, wawaainaha, na tukaifahamu waaqalnaha, na tukawa wenye kuichunga aya kama hiyo, wawaainaha, tukawa wenye kuichunga aya kama hiyo alnaha na tukawa wenye kuifahamu aya kama hiyo farajama rasulu warajamna ba'dahu, akawa mtume pia anafuata aya kama hiyo kwa kutekeleza hukumu ya kupiga mtu mawe akiwa amezini mpaka kufa, na sisi pia tukawa tunatekeleza baada ya mtume kufa. Hii ni hadithi ya pili. Hadithi ya tatu Hadithi kama hii ya tatu utaipata kwenye Sahihi Muslim. Hadithi kama hiyo inasema kwamba Abu Musa Al Ashari, huyu ni mmoja katika masohaba, alikwenda mji wa Basra, yani mji uliokuweko ya Iraq, akakusanya mahufadhu mia tatu mahufadhu lqurani, waliohifadhi qurani watu mia tatu kuwasikiza kile kisomo chao baadaye

Yani vile ilivyo tunaifananisha kwa urefu wake na Suratu Tauba. Kisha aendelea Abu Musa al-Ash'ari asema faunsituha, hiyo sura mimi nimeisahau, ghaira anni kad hafidhtu minha, isipokuwa mimi nimehifadhi aya. Sasa anaitaja hiyo aya anayohifadhi, yaani hiyo sura ameisahau, walikuwa wakiisoma lakini ambayo kwamba amba, ilikuwa imefanana na Suratu Tauba, lakini kuna aya moja anaikumbuka. Asema ni aya gani hiyo? Asema lau kana libni adama wadiyani min malin labtagha wadiyan thalitha wala yamla jaufa bna adam illa turab. Yani asema Abu Musa Lashari kwamba hii ni moja katika aya iliyoko katika hiyo sura Aloifananisha na Suratut Tawba, hakutwambia ni sura gani, ilikuwa ikiitwa sura gani, la amesema imefanana na Suratut Tawba na aya zote amesahau, lakini anakumbuka hiyo aya moja, na aya yenyewe ndio hiyo uloisikia ndugu msikilizaji. Isitoshe hapo, Abu Musa al-Ash'ari yoendelea asema, wa kunna naqra suratan kunna nushabbihuha nushabihuha biihda al-musabbihati Asema na pia tulikuwa tukisoma sura sura kama hiyo, tunaifananisha na sura ambayo kwamba inaoanza na e, yusabbihu lillah, inaoanza na tasbih aya e, kilma cha tasbih, fa faunsituha, asema pia hiyo ameisahau. Ghaira anni hafidhtu minha, isipokuwa mimi nimehifadhi baadhi ya aya. Aya yenyewe ni ipi? Ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun tuktabu fatuktabu shahadatan fi a'naqikum fatus'aluna anha yawmal qiyama, yani hiyo ni aya ilikuweko katika hiyo sura ambayo kwamba ameisahau sura kama hiyo. Hizi ndugu Muislamu, ni hadithi tatu. Hadithi tatu kama hizi, na, na, na, na tamani kwamba umekuwa ni mwenye kusikia na kuzitia akilini. Hadithi tatu kama hizi zinatuambia ziko katika vitabu ambayo kwamba ni sahihi, tunavyodai kwamba ni sahihi. Hadithi kama hizi zinadai kwamba Qur'ani iko na upungufu, Qur'ani haikukamilika, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakufa hakukihifadhi kitabu chake. Kwa hivyo hichi kitabu tulicho nacho kiko na upungufu. Hiyo ndiyo habari inayotoeleza katika hizi hadithi, ama hilo ndiyo lengo kwamba hichi kitabu chenu kiko na upungufu. Lakini twaulizia, ikiwa hizi hadithi ni sahihi kweli ikiwa hizi hadithi ni swahihi, mbona hizi aya tulizozisoma hatuzioni kwenye mswahafu? Ukifikiria, hebu fikiria tu hadithi ni swahihi. Sasa kama hadithi ni swahihi, mbona hizi aya tulizozisikia hazimo ndani ya mswahafu huu tulonao? Kwa hivyo, ina maana hizi hadithi siyo swahihi. Hizi hadithi zimekuja ili ututia sisi shaka na wasiwasi na kitabu alichokiteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wetu Muhammad. Hizi hadithi zimewekwa ili tuwe iwapatie nguvu wasokuwa Waislamu na wanaopinga Uislamu, kuwapatia nguvu kwamba kusema kwamba kitabu chenu hakina, hakikukamilika na dalili ni hizi Hilo ndio lengo za hizi hadithi na kila mmoja wetu amenyamaza kimya, mpaka twasikie wasokuwa waislamu wanatuchallenge, na kwamba twasema kwamba kitabu chetu kimekamilika, lakini mbona tunaambiwa kwamba kwenye vitabu vyenu vingine kwamba kitabu chenu Qur'ani hakikukamilika, na hakuna mtu anayesema kwamba hizi ahadithi ni ahadithi sheitania ni hadithi za kishetani zimeingizwa katika Uislamu, hakuna anayesema, bali utakuta watu wanazi, wanazi wanapinga yule anayezipinga hizi hadithi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala ndani ya Qurani anatuambia inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Mwenyezi Mungu anazipinga hadithi hizi zote. Qur'ani inapinga hizi hadithi zote ulizozisikia. Qur'ani inakwambia inna nahnu, Mwenyezi Mungu anasema hakika yetu sisi ndiyo tuloteremsha dhikra. Dhikra ndiyo Qur'an, ndiyo Taurati, ndiyo Injil, hivi ndivyo yatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Wa inna lahu la hafidhun, Mwenyezi Mungu amekihifadhi kitabu cha Taurati ila qiyami saa. Taurati iliteremshwa kwa lugha ya Kiibiria, lugha ya Nabi Allah Musa alayhi salam. Mwenyezi Mungu kitabu hicho amekihifadhi ila qiyami saa, hakuna anayeweza kuongeza kitu ama kupunguza kitu. Injil, ambapo kwamba Mwenyezi Mungu ameileta kwa lugha ya Kiaramia, lugha ya Nabi Allahi Isa alayhi salam. Hakuna mwenye kuitaji kuigusa kitabu kama hicho. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ni mwenye kukihifadhi. Qurani nayo ni hivyo hivyo. Vitabu vyote hivi vitatu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala viko chini ya hifdhi yake, havihitaji yoyote. Yeye Mwenyezi Mungu, inna nahnu nazzalna dhikra, yeye ndiye aliotuteremshia na yeye ndiye mwenye kuhifadhi. Kwa hivyo, vipi leo ikiwa Mwenyezi Mungu asema kitabu chake amekihifadhi? Kwa hivyo, ina maana ikiwa amekihifadhi, hakuna aya yote ilozidi, hakuna aya yote ilopungua. Sasa vipi leo tuletee ahadith riwayati na zisomeshwe kwenye madaris na ziwekwe kwenye vitabu vyetu vya kusema kwamba kulikuwa na aya ilikuwa kwenye, tukiisoma kwenye Qurani aya inasema kadhaa wa kadhaa wa kadhaa. Ikiwa mulikuwa mwisoma kwenye Qurani, iko wapi? Mbona haiko? Kwa hivyo ina maana ni urongo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anayapinga haya maneno, hizi hadithi anazipinga, zimekhalifiana na Quran, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mwenyezi ndugu Muislam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekihifadhi kitabu chake, anasema, la yamasuhu huko, la yamasuhu illa almutahharun, hakuna kiumbe chochote kinaweza kuingia ndani ya yale maneno ya Mwenyezi Mungu

Wallahu alimun hakim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wa maa arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin, amwambia Mtume Muhammad, hatukutumiliza kabla yako mitume wala manabii illa idha tamanna, ila wanaposio qaraa au talaa la tamanna, illa idha tamanna, yani nini maana ya tamanna? Ni maneno ya kutoka kwao Alqa shaitanu fi umniyatihi, shaitani huwaingia katika yale maneno, wakawatia wasiwasi kwenye akili zao, wakawa ni wenye kutoa maneno ambayo kwamba yanahalifiana na Qur'an. Yani Mwenyezi Mungu anasema kwamba mitume walikuwa wakikosa, mitume wote mpaka mtume wetu Muhammad alikuwa wakikosa, ilikuwa shaitani humwingia akawa ni mwenye kutoa sherehe ya Qur'ani, yani ufahamu wa Qur'ani ambao kwamba sio sawa. Yani Mtume Muhammad alikuwa akikosa vipi? Ilikuwa aya ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu, Subhanahu wa Taala akiharamisha jambo, mwanzo huharamisha, alafu kisha akaleta tafsiri kueleza kwa uwazi ili ifahamike. Kwa hivyo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya haraka. Mwenyezi Mungu akiteremsha maharamisho, yeye hufanya haraka kutoa fatwa ama kueleza watu kwamba jambo fulani ni haramu. Na ndio kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu akamwambia, wala ta'jal bilqur'ani min qabli an yuqda ilay, ilayka wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia amwambia uh, mtume Muhammad wala ta'jal bilqur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu usifanye haraka katika kutaka kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu, yaani Qurani, kabla hatujakamilisha kuteremsha wahi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu uteremsha useme kitu fulani ni haramu, kitu fulani ni haramu, kitu fulani ni haramu, alafu kisha baadaye atateremsha aya nyingine, aeleze, apambanue kwamba haramu ni nini katika hicho alichoharamisha ni kula, ni kutumia, kunufaika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu huwa bado hajakamilisha kuteremsha wahi. Sasa Mtume Muhammad alikuwa akiwaeleza maswahabu kwamba jambo fulani ni haram, na mtu Mwenyezi Mungu bado hajakamilisha aya, ndio Mwenyezi Mungu hajakamilisha aya zake, ndio Mwenyezi Mungu kwamba, wala tajal bilqurani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu turudi kwa Mwenyezi Mungu, anatueleza wa ma arsalna min qablika min rasuli wala nabiyyin illa idha tamanna alqashwa. Ni shetani kazi yake hiyo anafanya huingia huingia mitume wakawa ni wenye kutoa maneno ama ufahamu ambao sio wasawa, sio kusoma Qurani, Qurani walikuwa wakisoma. Ndio, Mwenyezi Mungu hakusema illa idha qaraa au tala uh -huh. illa idha tamanna, maneno ya kutoka kwa wao alqa shaitanu fi umniyatihi, shaitani huingia kati wengia katia wasiwasi, wakawa wenye kutoa maneno ya kishetani yani kinyume na muradi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha endelea anasema fa yansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan, Mwenyezi Mungu kisha hufutu huyaondoa, ma yulqi ash-shaytan, yale ambayo kwamba yalotiwa na shaytani, huyaondoa Mwenyezi Mungu. Thumma yuhkimu Allahu ayatihi, kisha Mwenyezi Mungu anateremsha tafsiri, anateremsha aya nyingine, tafsiri kueleza vizuri, ili kusiwe na shaka ili kusiwe na wasiwasi wowote wa yani, akaeleza kwa uwazi ndo thumma yuhkimu llahu ayatihi wallahu alimun hakim, yani alimun Mwenyezi Mungu amejua kwamba maneno aliyoyasema Mtume shetani amemtia wasiwasi. Kwa hivyo alimun ni mjuzi hakim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye ahkama ayatihi, ndo akatuambia alif lamra, kitabun uhkimat ayatuhu zimepangwa kwa mpangilio, kwa nidhamu, kila aya, kila kilma kiko na kazi yake, okimat oh ayatuhu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiki kitabu baada ya kumletea Mtume Muhammad, hakukiwacha bure, bali amekihifadhi ila kiyami saa, na vile vile Taurati na vile vile Injili ila kiyami saa. Kwa hivyo twaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiki kitabu chake amekihifadhi kutokana na shetani pia yeah. Lakini leo twaletewa hadithi ili zitutie wasiwasi na kututia shaka kwamba kitabu chetu kimepungua. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hadithi yoyote kila unapoisikia ichunguze hadithi kama ile, usiwe ni mwenye kujichukulia hadithi yoyote. La, chunguza hadithi kama ile, uangalie. Inaafikiana na Qurani, hadithi kama hiyo ichukue. Lakini hadithi inapokhalifiana na Qurani, mrudishie mwenyewe, ama hata ikanushe, na uambie watu kwamba hadithi kama hii haifai kufuata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia: